Jina langu ninaitwa Emmanuel Shirikale, mkuu wa idara ya injili na misheni Africa Inland Church Tanzania AIC. Ninamshukuru Mungu kwa siku ya leo tuko katika eneo la Pande AICT na mahali hapa kuna shule ya msingi ya Amani na shule ya sekondari Amani. Na tunashukuru Mungu kwamba tumefika eneo hili ambayo huduma mahali hapa imeanza kwa muda mrefu sana, na tunashukuru kuna watumishi walikuja hapa na wakaja wachungaji mbalimbali mbali wamepita katika eneo hili. Na katika huduma ya eneo hili la Tanga misheni katika eneo la Pande, kuna huduma mbalimbali zinaendelea mahali hapa: huduma ya shule, huduma ya mafunzo ya kilimo na huduma mbalimbali mbali za ushauri zinaendelea katika mahali hapa kwa huduma ambazo zinatolewa. Pia karibuni kutumia hizi fursa zilizoko hapa. Tuna fursa ya kuja kufundisha lakini fursa ya kilimo ku, ku, kujihusisha katika kilimo. Lakini pia napenda kuwakaribisha watu wote watakaoguswa kuja kuishi maisha ya Kikristo katika eneo hili na watu wote waweze kuona ushuhuda wetu na waweze kuona nguvu ya Ukristo, nguvu ya Yesu katika maisha yetu. Kwa hiyo watu wote nawakaribisha, karibuni sana, karibuni sana kuombea huduma ya hapa. Jina langu naitwa Musa Isa ya Majama, ni mchungaji wa African na Church Tanzania, ninamtumikia Mungu katika eneo hili la Tanga. Aa, na ninaishi hapa maeneo ya Pande e, eneo la Tanga jiji, ni mtumishi wa Mungu. Mwaka wangu wa saba huu Aa, wa saba huu ambao nimekuwa nikitumika katika eneo hili e, kwa sasa tuna kanisa hapa eh, Pande, tuna kanisa Muheza, tuna kanisa Korogwe, Msomera kule Handeni, tuna kanisa uh, na Jumuiya Fellowship pale Tanga mjini, tuna uh, kanisa lingine Wilaya Mkinga eneo la Maforoni, kata ya Duga. Tuna makanisa au maeneo hayo sita, tunamtumikia Mungu kwa maeneo haya, lakini pia kwa bahati nzuri Mungu ametupa shule eh, hapa ambapo tunaita ni kituo cha Injili. Hapa ni kituo cha Injili, tunafanya kazi na watu na wanafunzi na watu wa madhehebu mbalimbali, sio au dini mbalimbali, sio tu kanisa au Wakristo tu, hapana, ni madhehebu na dini zote tunawakaribisha. Wanafunzi kwa mfano wa shule ya msingi, tuna wanafunzi zaidi ya 320 kwa sababu kuna inaitwa Amani Pre and Primary English Medium uh, school ambayo ina wanafunzi chekechea mpaka darasa la saba, na kama nilivyosema, tuna wanafunzi mia tatu zaidi ya mia tatu na ishirini kwa sasa. Lakini pia tuna shule ya sekondari inayoitwa Tanga Amani Secondary uh, School ambayo mwaka huu utakuwa ni mwaka wa kwanza kumaliza form 4 ilianza mwaka wa 2022 baada ya usajili mwezi wa 4. Namshukuru Mungu sana kwa huduma hii ambayo eh, kanisa limeanzisha. Tunamtumikia Mungu hapa mimi na mke wangu ni na mke anaitwa Catherine na tuna watoto watatu. Mtoto wa kwanza anaitwa Tito, wa pili anaitwa Meresiana, wa tatu anaitwa Isaya na wote hawa wana majina ya nyumbani. Sisi kwa kawaida huwa tunawapa watu majina. Wa kwanza anaitwa Kitabo, wa pili Watendi, wa tatu Keja kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya, ya, ya, ya, ya utumishi wetu wetu hapa uh, unaweza ukaona nimevaa hivi ukasema huyu ni mchungaji kweli. Kweli mimi ni mchungaji, nimekuwa hapa mchungaji kwa miaka mwaka wangu wa saba huu, na ninafanya kazi kwenye shule za chaplain, lakini pia nakusimamia kwa kumwakilisha mmiliki wa shule na pia tunafanya kazi uh, na, na, na, na, na, na, na, na, na wafanyakazi mbali

Katika shule na katika kanisa, kwa sababu tuna idara mbalimbali. Tuna idara ya kilimo, tuna idara ya ushauri na, na maendeleo ya jamii, tuna uh, wataalamu au watu wa mazingira, watu na pia ni wafugaji. Tuna mbuzi zaidi ya tisini kwa sasa. Tunafanya hivyo kama sehemu ya ada. Wakati mwingine, mzazi mwingine aweze akachangia fedha, anatoa kila alichonacho, mbuzi, kuku, pengine chakula. Hiyo ni sehemu ya ada kwa ajili ya, ya, ya, ya, ya, ya kuendesha na kusaidia shule. Tulishindwa kuwafunga wa watu kwenye eneo moja tu la kutoa fedha e. Kwa hiyo utumishi wetu ni kuwafikia watu wa dini mbalimbali mbali, waweze kusikia Injili. Unaweza ukaona tuna mradi wa, wa kufundisha jamii kuhusu ufugaji. Mwezi wa pili walihitimu watu mia moja na nane na msifu Mungu kwa jamii kweli inakuwa ni jamii, tunajenga mahusiano na jamii. Hao watu mia moja na nane ambao wamehitimu e, darasa la ufugaji wa kuku wamekuwa wakijifunza kwa muda wa miezi sita na imeonyesha hamasa kubwa kwa wanajamii. Ukitembea katika vijiji vinavyozunguka eneo letu, watu wengi wanavutiwa na ufugaji, wanatamani kuendelea kufuga na, na kwa sababu tunao wataalamu, kuna mchungaji hapa anaitwa mchungaji Kangaja, yeye alisoma mambo ya kilimo kwa njia ya Mungu. Kwa hiyo na ufugaji anafahamu, kwa sababu ni sehemu ya masomo yake. Lakini pia kuna Tadeo mwinjili Tadeo madirisha, wale ni wawezeshaji, wapo kwenye idara hiyo ya, ya kilimo eh, na mifugo katika shule yetu. Kwa hiyo tunamtumikia Mungu kwa, kwa namna hiyo lakini pia kuna ushauri kwa wanafunzi lakini na kwa jamii. Tuna ndugu yetu Olivier Missionary anaitwa Olivier Iradukunda naye anafanya hiyo kazi eh, ya kushauri lakini pia na kuifikia jamii e, eh, kuwaelimisha katika mambo mbalimbali mbali, masuala yanayoendelea eh, na kutokea katika ulimwengu kama tunavyoona ili kuwasaidia waweze kumjua Mungu anataka anataka uh, nini. Wanashirikiana na, na mwalimu mmoja anaitwa mwalimu Bosco Pondamali naye ni sehemu ya watu ambao wako kwenye idara lakini, kwenye shule ya msingi tuna uongozi, tuna mwalimu mkuu anaitwa Everest uh, Kabengwe Oscar, yeye ni mwalimu mkuu pamoja na walimu wengine. Namba yangu ya simu ni sifuri 685 66167, 68566167. Jina langu ninaitwa Mwinjilisti Mashaka Petro Josefu na kwa neema ya Mungu nimepatika kupata mwanamke mmoja ambaye anaitwa Rebeka Emanueli, na tumepata mtoto mmoja. Tunamshukuru sana Mungu kwamba tunatumika katika uh, diocese ya Pwani katika eneo la Mkinga wilaya, uh, mkoani Tanga na tunamtukuza Mungu sana. Tunatumika katika uh, kijiji cha Maforoni katika makabila ya Wadigo pamoja na Waduruma. Tunamshukuru Mungu, tunaendelea na huduma, na sasa tumefanikiwa kusimamisha jengo la kumwabudia Mungu uh, tunaendelea kumtukuza Mungu, lakini tunaendelea kumwomba Mungu atufanikishe kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa jengo letu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Joseph Poneka ni mzee wa kanisa la IST Mafoloni yaliyopo hapa wilaya ya Mkinga, Tanga. Nashukuru Mungu kwamba tunaendelea kumtumikia Mungu katika mahali hapa. Mimi nahudumu kama mzee wa kanisa katika eneo hili au katika kanisa hili. Tuendelea kumshukuru Mungu kwa kuwa anatupigania, anatupa nguvu katika kueneza Injili katika mahali hapa au maeneo haya ya Tanga. Tuendelee kuomba kwa ajili ya Mungu kuendelea kutupa nguvu na kutusaidia katika utumishi na kuendelea kutuwezesha kusonga mbele katika utumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina langu ninaitwa Kristina Mapesa, niko na Beatrice Poneka, mama mzee wa kanisa. Tupo katika kanisa la IC Maforoni, wilaya Mkinga, mkoa wa Tanga. Tunamshukuru Mungu ametupa kutumika katika kanisa hili. Mimi ni mwazini wa kanisa. Kwa hiyo tunaomba muendelee kutuombea, tupo kwenye mazingira ya umisheni, tunaendelea na ujenzi. Pia mazingira yetu kidogo tupo mpakani. Tuko na jamii ya watu wa Digo pamoja na Waduruma mm, kwa hiyo kanisa la, la AIC endelee kututia moyo na kutusapoti. Kwa majina, naitwa Beatrice Joseph Poneka, ni mama mzee wa kanisa. Namshukuru Mungu mahali hapa tunapoendelea kumtumikia Mungu katika kanisa hili la Act Makongoro. Mungu anaendelea kuonekana katika huduma yetu pamoja na mazingira yetu na changamoto mbalimbali mbali. mahali hapa